Na saba kwa mara nyingine tena ambapo waendeshaji wa bodaboda katika wodi ya Sitikho huko Webuye wameandamana kulalamikia hali mbaya ya barabara, wakitoa makataa ya siku tatu kwa viongozi wa eneo hilo kushughulikia barabara hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la jamii la waendeshaji bodaboda, walilaumu viongozi kwa kutowajali, wakidai kuwa wadi yao imetelekezwa na imeachwa nyuma kimaendeleo ikilinganishwa na maeneo mengine. So hii tumetoka hey, na sitana tumeandamana kwa hii barabara ya kutoka Webuye mpaka mpaka Halala, hey, hey, Hii barabara ni mbaya sana. Mheshimiwa Dan ile ile muta inyume, umepikiwa kura na watu wa Sitikho. Hey! Kama kota kota. Hey! Sasa, undi, barabara barabara ni mbaya. Hey! Ukitoka, ukitoka kuiwa hey! U, ukienda kuiwa mpaka lazima utaibadi hiyo barabara ya kuenda kwa shule uende mpaka Sikalame. Sisi tunakuomba Mheshimiwa wanawake tunapebana nao ako kwa, kwa mchamzito mzito huku lakini tunaangusha watu, mapikipiki zimekataa pikipiki zetu saloni zinaumia. Sasa hatuna vile tunafanya. Sasa tunaomba Mheshimiwa kama anatuona akuja, atusaidie sisi, hatuna ubaya.